Mao oh, habari mabibi na mabwana, karibuni katika chaneli yetu pendwa Bosniya Online TV. Tunashukuru kwa kutazama video zetu. Tafadhali angalia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho, mana ukiwa na haraka mengi muhimu yatakupita. kwa wale kwa wale wanaohitaji tiba kutoka kwa Malim Yusuf, namba zake zipo ndani ya video hii. Tafadhali angalia kwa umakini na umpigie mtaalamu wako. Anatoa tiba kwa magonjwa sugu kama vile magonjwa yanayotokana na gesi, pumu, bawasili, kifafa, tatizo la tendo la ndoa, kuondoa majini wabaya wa aina tofauti na mengine mengi. Usikose nafasi hii ya kupata suluhisho la matatizo yako. Tafadhali subscribe, like na share video hii ili. Asante na karibu tena ya tatu: faida za turasi mwaka 2026. Baraka za mali, arasi, nyumba, biashara, zana, vyakura, kilimo, mifugo. Turasi akifanya kazi kwa nizamu, atalipa mara mbili. Ulinzi wa rohoni, hata akicheleweshwa, hatapoteza kitu chochote. Adui atajaribu lakini atashinda. Baraka za mababu zitajitokeza. Mwisho wa mwaka, ataacha kuwapendeza watu ataanza kujipenda mwenyewe na kujikamilisha. Ataweka mipaka katika harakati za kila siku. Sehemu ya mtazamo wa nne, hasara mitihani mwaka 2026 kwa nyota ya pili, nyota ya furu wa zuhura ya ng'ombe, kunyimwa ili, ili ajifunze. Kazi zinaweza kusimama, fedha kuchelewa, marafiki kujitenga. Huu mtihani wa subira si laana. Kwa upande wa afya, shingo, mgongo, presha, msongo wa mawazo. Hivi tamkuta turasa inanaza sana mwili huongea. Sehemu ya tano, turasi na fedha, mtazamo kwenye kipato. Fedha zitakuja polepole, hakuna utajiri wa haraka. Epuka mikopo na madeni, maana itakushughulisha kwenye mwaka huu. Usikopeshe bila zamana mwaka huu, pesa ya haraka ni mtego. Sehemu ya mtazamo wa sita, mahusiano ya ndoa wa 2026 kwa nyota ya Aries. Kwa nyota ya Taurus, mahusiano ya uongo yataanguka, ndoa zitapimwa karibuni. Allah ya habibi ukweli ukafichuka. Taurus atakayechagua ukweli ataishi kwa amani. Sehemu ya saba, kwa mtazamo wa Taurus kwa herufi, mfano ng'ombe e, nizamu mwaka wa kushika mstari utafanikisha. G, gharama, kila kosa lina gharama yake. O, ondoa mzigo, sibebe asiyo yako. E, mizizi, shughulika na historia ya familia. B, baraka zipo lakini kwa wanaovumilia Endelea, usikate katikati, katikati ya hatua maana utakuja ntia. Sehemu ya nane: ushauri wa kiroho 2026 kwa nyota ya ng'ombe. Fanya sala au tafakari mara kwa mara, usikimbilie maamuzi, safisha moyo. Hitimisho: turasa mwaka huu si yule wa jana, aliyovuliwa mizigo lakini amepewa hekima, akivumilia mwaka huu Mazao, tuishie hapa katika mlolongo wa nyota ya pili, nyota ya Taurasi, tumalizie hapa. Tutakuja kufafanua nyota ya tatu kulingana na mwaka huu wa 2026. Yeye, tutaangazia kwa upande wa faida zake na hasara zake, kwa itikadi za kinajimu kutumia nyota za unajimu nam no. Ukiwa uja subscribe, subscribe sasa ili uwe mwanafamilia na kama tayari, share kwa wengine wapate kujifunza haya masomo. Mwisho wa video huu ni mwanzo wa video nyingine. Asante.